Mabadiliko ya mipangilio yalishuhudiwa baada ya mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuwasili katika kaunti ya Kisumu leo asubuhi. Helikopta ya kijeshi iliyosafirisha mwili huo ilitua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu saa moja na dakika ishirini asubuhi, chini ya ulinzi mkali, huku kukiwa na matarajio makubwa ya kutazama mwili huo miongoni mwa waombolezaji waliokuwa wamekusanyika kushuhudia msafara hadi uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta uliokuwa Mamboleo. Hata hivyo, kilichoonekana kuwa mabadiliko nyakati za mwisho mwisho, pengine ni kuepuka kuchelewa kutokana na idadi kubwa ya waombolezaji waliokusanyika. Mwili huo ul, ulibebwa kwa ndege hadi uwanja wa Mamboleo kwa ajili ya kutazamwa na umma, kutazama na Hali hiyo ikiwaacha wengi waliokuwa kwenye uwanja wa ndege wakifadhaika baada ya kupoteza fursa ya kutoa heshima zao za mwisho mahali hapo. Ilikuwa ni saa moja na dakika ishirini asubuhi wakati helikopta ya kijeshi iliyobeba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga ilipotua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu, tukio ambalo wakazi wa eneo la Ziwa Kuu walikuwa wamelisubiria kwa hamu na ghamu. Lakini badala ya mwili huo kupitishwa barabarani kutoka kwenye uwanja huo wa ndege hadi uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ulioko Mamboleo, mahali rasmi ambapo mwili huo ungetazamwa na wananchi, badala yake ulibebwa kwa ndege. Badiliko hilo liliwaacha waombolezaji waliokusanyika kwenye uwanja wa ndege tangu asubuhi na mafadhaiko. Wengi wao ambao walikuwa wamebeba bendera, matawi na picha za marehemu Raila Odinga wakiwa na matumaini ya kumwona kwa mara ya mwisho kiongozi waliyemuenzi. Muda mfupi baadaye, mgurumo wa helikopta ulihanikiza hewani tena, chombo hicho kikishuka kwenye uwanja wa Mamboleo saa tatu kasoro dakika kumi asubuhi, ambapo watu wengine wengi walikuwa wamekusanyika kutazama mwili huu. Baadhi walivalia mavazi ya rangi ya chungwa, rangi halisi ya chama cha ODM, huku wengine wakijifunga bendera na skafu zenye picha za marehemu Raila Odinga, kisha wapo wengi waliovalia fulana zenye jina la marehemu. Baadhi ya waombolezaji walibeba majani wakipeperusha kama ishara ya amani, huku wengine wakiomboleza kwa vilio. <coughs> Huku jeneza hilo likifungwa kwa bendera ya taifa, lilibebwa na wanajeshi taratibu hadi kwenye hema lililoandaliwa mahususi kwa sherehe hiyo. Hafla hiyo ilianza kwa wimbo wa taifa, ukifuatiwa na wimbo wa Afrika Mashariki, na baadaye ikafuatwa ibada ya maombi ikiongozwa na viongozi wa kidini waliomwombea roho ya Raila Odinga, familia yake, na taifa kwa jumla baadaye gavana wa kaunti ya Kisumu Anyang' Nyong'o pamoja na baadhi ya viongozi kutoka eneo la Nyanza wakiwemo gavana Gladys Wanga wa kaunti ya Homa Bay, Paul Otomo wa kaunti ya Busia waliongoza shughuli ya kutazama mwili huo. Huku shughuli hiyo ikiendelea, wananchi walizidi kumiminika, wakiimba polepole, wakipunga matawi kwa ajili ya kiongozi ambaye safari yake ya kisiasa itasalia katika kumbukumbu kumbu za historia ya nchi hii. Kwa upande wao, maafisa wa usalama walihakikisha makundi ya watu waliomiminika yalidhibitiwa, huku wakiwaeleza waombolezaji kupiga foleni ili kutazama mwili wa marehemu Raila Odinga. Shughuli hiyo iliendelea alasiri nzima hadi saa tisa na robo wakati ilipokamilika. Kwa mara nyingine, ratiba ilibadilika kutoka mpango wa awali wa kuandaliwa kwa msafara wa usafirishaji mwili, ukisafirishwa kwa ndege hadi shamba la Opoda utakapowekwa mwili huo usiku kucha kabla ya kuzikwa kesho Jumapili, Oktoba 19 mwaka 2025, Kango Kajaramugi. Dorin Arange, Dira ya Magwiji.